Mungu ameweka hatma, ameweka ndoto za mtu mmoja kwenye kiganja cha mkono wa mtu mwingine. Hata ukisema hivi, mimi siangalii watu, mimi sitishwi na mtu, maandiko yanaendelea yanasema hivi, waamini manabii wake upate kufanikiwa. Kwa hiyo utagundua <laughs> pamoja na kwamba unamwamini Mungu itakulazimu kusoma habari zake kupitia neno lake. Wakati unasoma ile neno lake utagundua kwamba destini yako, ndoto yako ipo kwenye kiganja cha nabii. Kwa hiyo ni lazima tu ufike mahali pa kumwamini mwanadamu mwenzio. Kila mtu amewekewa mtu kwa ajili yake, lakini sio kwamba ni watu wote wapo kwa ajili yako mm -mm. Sasa huna option, lazima ufike mahali pa kuamini jambo langu ndoto yangu, kuna mtu anayo kwenye kiganja cha mkono wake, anatembea nayo kama kitu cha kawaida. Ndio maana wakati Mungu anawapa wana wa Israeli kama ahadi, cha kushangaza ni kama ahadi ya miaka mingi sana, anawaambia hivi, msiwe na wasiwasi, ipo siku mimi nitawatoa hapa utumwani, nitawapeleka nchi, msiwe na wasiwasi kabisa, iliyojaa maziwa na asali. Ndugu yangu, wakati huo Kanaani ni nchi ya kawaida kabisa kwa Perisi Waebusi ilikuwa ni kitu cha kawaida. Mtu anapokupenda, hata mimi ninawapa watu ambao nawapenda, let's say my kids, watoto wangu pale nyumbani, vitu vya thamani kuliko kitu chochote. Mtoto wangu akiniomba wa kitu au hata asiponiomba, katikati ya options zote nilizo nazo, i pick the best option. Kwa hiyo tunakubaliana kama kweli Mungu aliupenda ulimwengu wakati anam mtoto wake wa pekee, it was the best option. Angeweza kutupa mitaji kwa sisi tunaohitaji, angeweza kutufanyia muujiza wa afya njema kwa sisi tunaohitaji, angeweza kutupa waume na wake kwa sisi ambao mioyo yetu imejaa kuoa na kuolewa muda wote, angeweza kutupa huduma kubwa you know, mega churches ministries za kutisha. Lakini maandiko yanasema hivi, akamtoa mwanawe wa pekee. Ndio maana nimesema hivi, maisha yana watu wa muhimu. Ni muhimu sana kuwaombea watu wetu wa muhimu. Kwa nini? Kwa sababu wanazo hat Zetu. Lakini nikasema hivi shamba ambalo unang'oa tu, theni hupandi magugu yanakuja kupandwa. Kama kulivyo na watu wa muhimu, ndivyo ambavyo kuna watu wanaitwa watu wasiofaa, na ndio maana maandiko yanasema hivi <laughs> ili kila amwaminie. So habari ya kumwamini mtu pale huwezi kuikimbia, ili kila amwaminie asipotee moja mbili, awe na uzima wa milele. Kwa hiyo kuna mtu ukiambatana naye sahau kupotea. Kwa hiyo mtu ukifanikiwa tu kumpata mtu mwenye jambo lako, umepata vyote.